Musa alikuwa akichunga kondoo alivyotoka Misri, alikuwa akichunga kondoo, sawa. Na nisikia vizuri, wewe ambaye unajiuliza nabii siku hizi amekuwaje, nabii siku hizi ameacha kuhubiri Yesu anataka kuhubiri eh? Watu, nataka nikwambie uelewe, njia za Mungu sio njia zako, na akili za Mungu sio akili zako. Na kwamba hujui Biblia. Musa alitoka Misri akaenda kuchunga kondoo kwa wakwe zake, sawa. Akakutana na Mungu katika kijiti kikiwa kama moto. Mungu akamwambia, nenda kaokoe watu wangu Misri, muda wa kuokoa umefika kwao. Musa huyo huyo akarudi tena Misri kumbuka, alizaliwa Misri, akatoka akaenda kutafuta maisha, akawa anachunga kondoko Mungu akamtokea akamwambia rudi Misri, nenda ya Misri, waokoe watu wangu. Elewa kila hatua au kila nyakati na wakati una majira yake na saa zake na wakati wake. Leo unachunga kanisa, unachunga kondoo, unachunga kondoo zilizo ndani ya kanisa, lakini Mungu anakuambia nenda kahubiri kondoo zilizo nje ya kanisani. Shika biblia yako, shika spika yako, nenda sokoni, nenda barabarani kuhubiri. Mungu anakuambia mchungaji, acha kanisa, nenda kahubiri barabarani, kuna kondoo zangu zimepotea, si nataka ziokolewe, muda wa kuziokoa umefika. Mchungaji anaacha kanisa, mwinjilisti anaacha kanisa, mhubiri anaacha kanisa, anaenda kuhubiri barabarani, mitaani, kufuata zile kondoo hizo teseka na utumwa wa dunia sawa. Ukumbuke wewe ulikuwa ni wa kidunia, ulikuwa Misri, ukaokoka, ukawa mtumishi wa Mungu, ukawa nachunga kondoo na Mungu akakutoa tena, akakurudisha kule ili ukachunge tena nini, ukaziokoe kondoo zake. Kwa hiyo, katika hilo kuna njia nyingi. Sasa kuna mbinu nyingi au njia nyingi za kwenda kuzichukua kondoo zilizochoka, zilizoharibiwa, ili kuzirudisha, kuziokoa, kuna njia nyingi. Musa amemaliza kazi ya kuchunga kondoo ambazo alipewa na Mungu, na sasa amepewa kazi ya kwenda kukomboa kondoo zilizokuwa zilizoshikiliwa utumwani, kondoo zilizoshikiliwa na mimi na Farao. Anarudi Misri kukomboa, kupigana na miungu. Ndio kinachoendelea sasa. Abi Musa ameshamaliza kazi ya kondoo uchunga kondoo katika kanisa, katika hekalu, katika kanisa sasa. Alafu kilichofuatia ni kwenda kuzikomboa kondoo ambazo zinaumia, ziko nje ya kanisa, ambazo ni nyingi kuliko zile zilizokuwa ndani ya kanisa, ambazo zinateseka katika utumwa wa farao, katika utumwa wa Misri, ndiyo kinachofanyika sasa ndio kinachoendelea sasa, yani hatua ya kwanza ya kanisa tumemaliza, tuko hatua ya pili kufanya ukombozi, kuangusha miungu yote ya Misri, kwa ajili ya kukomboa Tanzania mpya. Ndio kilichopo leo au kinachoendelea sasa, kama ujumi na Farao na watu wake na jeshi lake, kama ilivyo wakati wa Misri, Musa na Farao. Farao akaondoka na jeshi lake akasomba maji ya jeshi lake safari siyo maji safari ataliwa na, na nzige ataliwa na palale ataliwa na kunguru, Farao. Hizo ndio njia za Mungu ambazo wewe huzijue. Unajifanya una hekima sana, unajua sana, hujui wakati uliopo, na hujui wakati ujao, na hujui wakati, wakati ulioishi wakati Mungu alituambia tunyamaze kimya, nyinyi mlikuwa mkiongea. Wakati Mungu anasema tuongee, nyinyi mmenyamaza. Kwa maana gani? Haujui wakati, wakati wa kupigana na wakati wa kunyamaza. Na huu ni wakati wa kupigana, wakati tumenyamaza. Wakati tunatoka da akasema amekimbia, akasema amekimbia ametapeli. Kumbe Mungu alikuwa anatuandaa kwa ajili ya vita hii, unaiona na leo. Lakini wakati ule uliongea maneno mengi sana, kujua kama Mungu wa wakati ule alikuwa anatuandaa kwa wakati huu, vita ya wakati huu kwa sababu wewe hujaandaliwa kwenye vita hii, na ndio maana unakimbia, unajificha. Kwa hiyo lazima msikilize aliyeandaliwa, lazima msikilize kiongozi anayesimamia hayo, aliyeteuliwa kupambania hilo, kusimamia hilo, nyikani malipo, mahali palipoandaliwa. Hekalu la Kristo ndiyo hili, linatembea maana kulijenga si nimekataa, ndio linazunguka kutembeza mapigo, kwa sababu hekalu au nyumba kwa ajili ya kupiga mapigo haipo, kwa inabidi lizunguke lenyewe, linaenda huko, linarudi huko kwa ajili ya kuachilia mapigo. Amina. Mungu akubariki sana, uwe na hekima.